wa habari kuwa kanga mawaziri matatu, lakini teki ni shambulio la maeneo matatu au ni teki wasema ni shambulio la maeneo matatu lakini Askofu Nzigirwa anayetaja mbele ya makamu wa raisi kwenye hafla ya kusimikwa askofu wa Bagamoyo, Dkt Mpango asema serikali imepokea rai yao, lakini asisitiza serikali inawasaka wote waliomshambulia Dkt Kitima lakini kauli ya RC Zanzibar kuhusu kadi za wapiga kura ya zua jambo. RC, kauli ya RC Zanzibar kuhusu kadi za wapiga kura ya zua jambo. Lakini Zito Zuberi Kabwe ajitosa tena ubunge Kigoma. Eh, Zito Zuberi Kabwe ajitosa tena ubunge Kigoma. Lakini mganga alishtakiwa mauaji ya pacha achiwa huru, mganga alishtakiwa mauaji ya pacha achiwa huru, yenye endelea ukurasa wa 20 Pate nakala yako kwa habari kwa kinam na, tukichana gazeti ya Nipashe tuangazie kwenye gazeti lako e kuma tukichana gazeti la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako na Nipashe lenye habari li na unasema Zito ajitosa tena ubunge Kigoma Mjini. Zito ajitosa tena ubunge Kigoma Mjini. Shambulio la kikatibu uteki maskofu wangaka, lakini RCs yajiuliza e, e, maswali matatu. Malasusa alitaja ni tukio la kinyama lilotoza heshima ya Tanzania. Lakini show ataja eh, busara kesi ya Lisu Mpango asema hatua zinachukuliwa. Hiyo ni habari ukurasa wa pili mpaka ukurasa wa tatu. Lakini madiwani waja na sheria ya kubana wanawake wa levi, madiwani waja na sheria ya kubana wanawake wa levi. Bakwata na wasabato wakosoa maandamano dini kuingilia siasa nchini eh, bakwata na wasabato wakosoa maandamano dini kuingilia siasa nchini. Lakini watumishi kukabidhi kadi za mpiga kura kwa zua mjadala, watumishi kukabidhi kadi za mpiga kura kwa zua mjadala. Lakini kuna habari inayosema makala maalum, taka tishio wa kiafya na uchumi Zanzibar. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Habari Leo, linaandika serikali yatoa pole kwa kitima ya lani Mpango atoa pole pia kwa kanisa, atahadharisha uchochezi. Lakini teki yahimiza hatua kwa wahusika, upendo na amani. Hiyo ni habari ukurasa wa pili wa gazeti lako la Habari Leo. Lakini barabara kilomita 67 kujengwa, kufungwa taa Ilala. Lakini mtihani kidato cha sita kuanza leo, watainiwa juu asilimia 18. Lakini Majaliwa, tumedhamiria kuinua wachimbaji wadogo na wewe nikasema, jadi wasema tupenda mila ya kuinua wachipaji wadogo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari wa wa Leo la. Lakini wafanyakazi la la wanne wafa mgodini Mwanza. Lakini bado kuna habari inasema Zitto achukua fomu ubunge Kigoma Mjini. Hiyo ni habari ukurasa wa saba kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini gazeti lako la Majira linaandika NMB yapania kuinua TEHAMA UDOM lakini serikali akili kuthamini kazi za sekta binafsi. Lakini bado kuna habari inasema Ruangwa haina deni na Rais Samia, huyo ni Kasim Majaliwa. Lakini miradi mikubwa ya kimkakati kanda ya ziwa za kamilika, serikali ya nani vikali kukemea shambulio kuumizwa kwa kitima, habari pia inapatikana kwenye gazeti la Majira. Lakini bado kuna habari inasema saba wauawa shambulio la hospitali Sudani Kusini. Hilo ni gazeti lako la Majira upate nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiongeza gazeti lako la Wiki Leo linaandika Dr. Samia Atikisa. Eh, Dr. Samia Atikisa usambazaji vyuo vikuu nchi nzima. Vijana zungumzeni mzeni mema serikali. Lakini kuna baadhi wanasema bomu laua watu saba hospitali hii ndio wapi? Basi gazeti lako la Wiki Leo linakuletea habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Wamachinga Sauti Wanyonge linaandika NMB ya dhamiria kuinua tehama chuo kikuu UDOM na yaniambia zamiria kuinua tehama chuo kikuu Yudom. Dr Mpango, serikali inalaani kushambuliwa padri Kitima. Ni Dr Mpango asema serikali inalaani kushambuliwa padri Kitima. Lakini Majaliwa Ruango wamemlipia fomu Rais Dr Samia. Viongozi wa fundwa amani ya nchi, viongozi wa fundwa amani ya nchi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la wamachinga sauti ya wanyonge. Lakini tukiachana gazeti la wamachinga tuangazie gazeti lako la pambazuko linaandika Ikulu katoliki yavamiwa, Ikulu katoliki yavamiwa, njama kumdhuru dokta eh, Kitima zilivyochongwa, eh, jasusi atumia miezi miwili kupanga shambulio. Lakini Chadema yasulubiwa kila kona eh, Chadema yasulubiwa kila kona, Lisu hapoi eh, ngoma kula koro, koroni eh, Lisu hapoi, ngoma kula koro, koroni. Lakini SRB yapeleka 36 kujifunza China. Hilo ni gazeti lako la pambazuko asubuhi ya leo. Lakini gazeti lako la Taifa leo linaandika hatutengani ngo eh, hatutengani ngo. Hilo gazeti lako la Taifa leo. Lakini Rais Ruto arushiwa kiatu ziara e, Kuria, Rais Ruto arushiwa kiatu ziarani Kuria. Inabari pia kwenye gazeti lako la Taifa leo. Lakini ondoka Odiemu Oburu eh, fokeni James Orengo wanajikenda wala kaya zao wanaharibiwa, lakini hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Taifa Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo linaandika nishati safi ya tua gerezani, e, gereza la Butiama. Lakini Dr. Samia watajirisha wazawa migodini, Mavunde asema umefanya biashara shilingi trilioni 4.7 ni katika zabuni za manunuzi Nilivyotengwa kwao, lakini mtihani wa kidato cha sita kuanza leo. NECTA yataka ulinzi kuimarishwa vituo vya mitihani. Hiyo ni habari katika gazeti lako la Taifa Tanzania, eh, kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo, kurasa za mbele, inaandika Dr. Aruni mikakati madhubuti itaondoa mianya ya rushwa, hiyo ni Dr. Aruni anasema mikakati madhubuti itaondoa mianya ya rushwa. SMZ kuendelea kuimarisha huduma za afya. Huyo ni Dr. Angela mgengereza inasema SMZ kuendelea kuimarisha huduma za afya, lakini balozi za magharibi zaonya usalama Sudani Kusini. Lakini bado kuna baadhi wanasema watainia zaidi eh, ya milioni moja na laki tatu na arobaini na tatu kuanza mtihani kidato cha sita. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Zanzibar leo, kurasa za mbele. Lakini gazeti la kula la Uhuru linaandika serikali ya laani ya kemea tukio la la shambulio la padri eh, lakini waziri mkuu atoboa siri utekelezaji sekta ya madini. NMB yudom kuinua tehama kwa vijana, lakini kitila aeleza jinsi mauzo ya e, nje yalivyopaa. Ripoti gharama za mawasiliano TCRA e, bado nafuu. Ni habari kwenye gazeti lako la uhuru ukurasa wa mbele, lakini tukiachana gazeti lako la uhuru ukurasa wa mbele, tuangazie sasa ndani ti kwenye kurasa za michezo na burudani. Tuangazie gazeti lako la kula wa Machinga kwenye michezo linaandika wasauzi wa mkomalia Edgar Fountain Gate lakini Simba JKT Tanzania mechi kibabe leo. Simba JKT Tanzania mechi kibabe leo, Yanga kila timu inahesabu alama zake, lakini Msuva gari limewaka iraki bari kwenye gazeti la Machinga. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika Yanga yasisitiza hawatacheza na mnyama lakini Simba jaketi kazi ipo leo isamio. E, mtoto wa paula awaunganisha Harmonize na Kajala. E, habari kwenye gazeti lako la uelekeo kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la majira linaandika Simba jaketi Tanzania kibaruani leo isamio. Simba kutana wapanga mikakati ya nguvu. Kocha ngorogoro hiroz awaomba radhi wa Tanzania. Iyo ni habari kwenye gazeti lako la majira lakini gazeti lako la habari leo linaandika simba yifuata JKT Samuyo, kwa sasa aomba radhi eh, mkwasa kumradhi asema aomba radhi kipigo cha Ngorongoro. Lakini wanawake waomba kuungwa mkono, futsal ina habari kwenye gazeti lako la habari leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina gazeti lako eh, tuangazie sasa kwenye eh, gazeti lako la the sport linaandika hamdi hesabu ni ubingwa tu eh, hamdi hesabu ni ubingwa tu Matola, tunazitaka pointi za JKT, pambano la Alvarez la cha historia. Ni habari kwenye gazeti lako Spoti, ukurasa wa mbele. Lakini bado tutaangazia sasa kwenye gazeti lako eh, gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo linaandika aibu, madudu ya waamuzi ya chafua wa wengi TFF, bodi zijisafishe tuhuma hizi lakini na leo tena, e, na leo tena tiketi ya UEFA, UEFA e, kuipa Casemiro pesa ndefu lakini Samata bado moja, kajala konde boy waliyomo yamo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti lako la Mwanaspoti. Ndio tufungie usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwa herini asubuhi.